Tuelekee kaunti namba ishirini na tatu ambapo viongozi huko Turukana wametoa wito kwa serikali kuhakikisha usalama umerejea katika eneo la Kainuk ili kuhakikisha kuhakikishia wakaazi usalama wao, Alexander.

Huyu ni mzee ana ubaguzi, ajui Mpokot, ajui Mtukana. Na mi naomba Pastor chairman, tukienda huko, ingawa miaka imeenda, kama hakuna chakula wiki mbili ama wiki moja, utafumilia, because we want to get a solution from that county, why there is no peace there. County commissioner peke yake hawezi, ni sio peke yake hawezi kio peke yake hawezi, chief peke yake hawezi. Lazima sisi tuingie ndani, wase vijana, chief na wale wengine wote, ndio tulete amani. Tuelekea kaunti namba 33 ambapo